Umewahi kujikuta umekaa unafikiria hivi, nijifunze skills gani sasa hivi ambazo zitaweza kunipatia fursa, kazi au hata kujipatia kipato mtandaoni? Kama jibu ndio uliwahi kukaa na kutafakari kuhusiana na suala hilo, basi video hii ya leo itakusaidia sana. Ningekuomba uweze kutazama video hii hadi mwisho. Nimeweza kukusogezea skills saba ambazo kwa sasa hazitoweza kukuangusha kama utakuwa na uelewa navyo na unazifahamu vizuri na miongoni mwa sababu ni kwamba dunia imebadilika na dunia inaendelea kubadilika. Kazi nyingi ambazo zilikuwa zipo zamani tayari zimeanza kupotea na nyingine zimeshapotea. Kazi mpya zimekuwa zinakuja kila siku, lakini tulio wengi tumekuwa hatujui wapi pa kuanzia, na nikaona leo nije kuzungumza na wewe kupitia video hii, ili basi tuweze kuona baadhi ya skills ambazo kama utakuwa nazo, utajifunza na utakuwa nazo katika wakati huu na wakati unaofaa wanaokuja kuendelea basi, ni skills ambazo hazitoweza kukuangusha. Skills ya kwanza ni digital literacy. Ni kuweza kujua kutumia kompyuta vizuri. Simaanishi kuweza kuwa mtaalamu mkubwa sana wa kompyuta, kama vile pengine unavyojenga picha, lazima huwa unajua vitu vingi sana. Hapana, hadi kuweza kuogopa kuweza kuchukua hatua ya kujifunza no. Unachomaanisha no ni kuweza kujua kompyuta angalau zile basic. Anza kujifunza kwa mfano, ukaweza kufahamu namna gani ya kutumia keyboard, uweza kutype, ukawa na type vizuri tu bila uoga wowote, jinsi ya kutumia internet vizuri, kusearch taarifa tofauti tofauti ukiwa katika kompyuta yako, namna gani ya kuorganize files zako na vitu vingine ambavyo ni basic tu, ambavyo kila mtu ana uwezo wa kujifunza na kuvijua na kuweza kuwa mzuri katika kutumia kompyuta. So kama utaweza kujua hizo basic hiyo misingi tayari, unajipa nafasi za kuweza kujifunza skills nyingine zote ambazo miongoni mwa hizo nitaweza kukutajia leo katika video hii, zinazohusiana na ishu mbalimbali mbali za kidigitali, lakini pia matumizi ya kompyuta. Na hii ya kwanza, digital literacy ndio mlango wa fursa nyingine. Kwa hiyo ndio skills ya kwanza unatakiwa uweze kuipa kipaumbele na uweze kujifunza kabisa mapema. Skills ya pili ni kuweza kutengeneza content. Tunasema content creation. Leo biashara zote zipo mtandaoni. Sote tunaliona jambo hilo. Na kama wewe ni mfanya biashara lakini bado biashara yako haujaiweka mtandaoni, tayari unajiweka nyuma. Kwa sasa vitu vingi sana vipo mtandaoni, tumekuwa tukitumia mtandao kufanya shughuli mbalimbali mambo mbalimbali. Uh, mbalimbali yamekuwa ne, yanaendeshwa kupitia mtandao kupitia katika internet. Kama utaweza kurekodi video nzuri, kuedit video, kurekodi hata video fupifupi ambazo ni nzuri, basi utakuwa na soko kubwa sana hivi sasa, na uzuri ni kwamba unaweza kuanza hata na simu yako, haikuhitaji kuanza kujipa stress, kuanza kutafuta Makamera ya bei ghali, ndio kwanza unaanza. Anza na hicho ulicho nacho. kama uwezo upo, bajeti inaruhusu, unaweza kutafuta vifaa vizuri zaidi, ukawa unatumia. Skills ya tatu ni graphic design. Hii ni skills ambayo inahitajika kila siku. Kuna kuna vitu mbali mbali ambavyo unaweza kuvifanya kupitia skills hii, kwa kupitia uh, website software mbalimbali, ukaweza kutumia Canva, Pixel Lab, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator zimekuwa zikitumika kuweza kutengeneza mambo mbalimbali ya graphic design. Unaweza kujifunza kutengeneza poster, thumbnails, logos na vitu vingine ambavyo utaweza kuvijua utakapojifunza hii skills ya graphic design ambavyo unaweza kuvitumia vika kuingizia kipato, lakini pia kukufungulia fursa mbalimbali mbali, na kuweza kukupatia kazi ya kufanya kwa kupitia skills hii. Lakini skills nyingine ni social media management Biashara nyingi sana zimekuwa zikihitaji watu wa kusimamia peji zao, na hii skills inahusiana masuala mazima ya kupost content, kujibu comment, kufanya strategy ya post, kufuatilia maendeleo ya kila ambacho unakifanya hizo peji ambazo unazisimamia, kuzifanya ziwafikie watu wengi sana, kutangaza ile biashara kwa watu wengi sana. Huwa tunajifunza kwa mujibu wa tunavyofanya, kwa hiyo haijalishi kama bado hauna skills hii, hauijui vizuri una uwezo wa kuanza. Kila utakapokuwa unafanya utakuwa unajifunza vitu vipya, unajifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo skills pia hii ni nzuri sana kuweza kuitazamia. Nyingine skills ambayo ipo unaweza kuifuatilia na kujifunza ni video editing. Kama utakuwa mzuri katika kuedit video uweza kurekodi, basi haitoweza kukuangusha. Dunia sasa imekuwa ikiendeshwa sana na video Video zimekuwa nyingi sana, watu wamekuwa wakitangaza vitu mbalimbali kupitia video. Kwa hiyo haitoweza kuangusha. Skills ya sita ni copywriting, tunasema kuandika kwa kushawishi. Hii ni sanaa ya kuweza kuandika maneno ambayo yatavuta watu, caption, description, bios ambazo zitakuwa zinavutia, post ambazo zitachukua kuwa ile attention ya watu na kuweza kufikisha kile ambacho unahitaji kufikisha. yote hayo tunasema ni copywriting. Ni skills mojawapo muhimu sana kwa kipindi hiki cha sasa. Haina kelele nyingi, haina mambo mengi lakini ni nzuri sana, ina hela nzuri sana kama utakuwa na skills hii, haitoweza kukuangusha. Jaribu kufuatilia copywriting ni kitu gani, utaweza kuona haswa inafanya nini. Lakini skills ya saba ambayo ni bonus kwa wewe ambaye umefika hadi mwisho wa video hii ni ishu nzima ya kujua jinsi ya kujifunza Learn how to learn. Ni skills moja muhimu sana ambayo pengine umekuwa ukichukulia poa ama ulikuwa haujui kama kuna kitu hiki ambacho unatakiwa ukifahamu. Unatakiwa uweze kujifunza japo kitu kidogo leo, rudia tena kesho, endelea hivyo hivyo. Hapo ndipo sasa ukuaji halisi unapoweza kutokea. So jaribu kuweza kuangalia jinsi gani kuweza kujua jinsi ya kujifunza kama utajua jinsi ya kujifunza basi utakuwa tayari kujifunza kitu chochote kile, na kila siku utakuwa ni mtu wa kuingiza maarifa mapya. So ninachotaka kukwambia, usiogope kuweza kuanza na kidogo, lakini vile vile hakikisha siku zote haujilinganishi safari yako na mtu mwingine. Ni kosa kubwa ambalo tumekuwa tukilifanya kuweza kujilinganisha na watu wengine. Ni kitu ambacho unatakiwa kuweza kukiepuka. Lakini pia, kila hatua ndogo ambayo utachukua leo ndio ambayo basi itaweza kukujenga wewe katika kesho yako. Ninachotaka uweze kufanya baada ya kuweza kutazama video hii hadi hapa tulipofikia mwisho, acha neno katika sehemu ya comment. Niko tayari, naweza basi nikakutengenezea mwongozo wa bure kabisa katika sehemu ya comment, nikashare na wewe. Kati ya hizi skills ambazo nimekutajia leo, pengine kuna skills zimekuvutia, unaweza kuniandikia katika sehemu ya comment na ukafuata mwongozo huo na ukaweza kufaidika na skills hiyo ambayo utakuwa umeipata na kujipatia fursa mbalimbali na kujiongezea kipato. Sina la ziada katika haya ambayo nimeweza kusogezea leo. Kama upo na skills nyingine ambayo ni muhimu kwa sasa unatamani watu waweze kuwa nayo, waweze kujifunza, share na sisi katika sehemu ya comment. Kuna skills nyingi sana ambazo sikuweza kuziorodhesha leo, so hakikisha kama upo unafahamu share na sisi, tuweze basi kuona skills gani ambayo pia ni muhimu, ambayo leo sikuweza kukutaja hapa, lakini wewe unafahamu skills hiyo ni skills muhimu sana kama mtu ataweza kuwa nayo katika kipindi hiki cha sasa na huko ambapo tunaendelea katika ulimwengu ambao teknolojia imekuwa imechukua uh, eneo kubwa sana na imekuwa ikibadilisha maisha yetu na shughuli tunazozifanya kwa kasi sana. So sina la ziada, tukutane wakati mwingine, kisha una like video hii na kushare na watu wengine wapate ujumbe huu na kutambua hizi skills ambazo kwa sasa kama utakuwa nazo hazitaweza kukuangusha na sio skills kubwa sana, inaweza kuchukua miezi mitatu, sita, mwaka mmoja, na ukawa mzuri tu katika hivi vitu. Kama utakuwa tayari umewekeza na tayari una upo tayari katika kujifunza, licha ya changamoto zozote ambazo zitajitokeza. Asante sana.